Ko ndo hivyo jamani, from now on, tujifunze kusapoti vitu vyetu. I think kuna a way sisi, yani, tukisapotiana tunaweza tukawa wakubwa, hata tukawa tunashindana nao watu kwenye fashion, kwenye mziki. Hauwezi kama umewahi kuishi, I mean kuwa nje ya Tanzania, ngoja tutoe mfano Dubai. Dubai ukienda club ya Waafrika, ukiwakuta wa Nigeria, wa Nigeria wanao uwezo wa kutoka kwenda kumlipa DJ aka play nyimbo za watu wao, hata kama sio star maarufu Nigeria, ili mradi tu yani wamsikie, wanaweza. Sisi hatuwezi, sana sana tunawakatisha tamaa. Sana sana sisi ndio watu wa kwanza kuwaponda, wakiingizwa kwenye tuzo ya kiko labda fulani na fulani, wewe Mtanzania unakuja comment kabisa, huyu hatuweza kumweza, wewe huyu hatuweza kufanya. Kuna muda inabidi tuwache chuki, tuwache roho mbaya, tuwache maneno maneno, tuwache vitu vyote, tusapoti vyakwetu, wanaweza wakubwa kwenye namna na ya sisi tunayotaka huku na kula su naelewa, lakini hawawezi kuwa wakubwa kama akituwaoneshia sapoti au wanaijile. Zamani kuna kipindi kulikuwa tunawaburuzaga tu kabisa, lakini wao wow, ni wanasapotiana sana sana sana, wanasapotiana sana zaidi ya sana. Tusapoti vya kwetu msanii wetu, umeona kawekwa na Mgana. Tuwasauni wagana huko huko, tuwaweke wa kwetu mbele. Zikiwa shughuli zetu za nyumbani, sisi wenyewe kwa wenyewe, watu wamezingua, tuko tunachambana, na tuchambani ni bad way, tunachambana kwa njia ya kujengana. Kama mimi nilianza kampeni ya kwa mtu maarufu sibebe brand fake, kwa sababu brand fake kwe sikuwa tu nimekurupuka, nilikuwa naona the way watu wanavyomshusha mtu thamani, kisa tukabeba pochi feki. Nikaja nikawaelezea lakini some, some of them. Sasa hivi watu wamejifunza, tunaona ni kuna mabadiliko hadi mwenyewe i feel proud of myself. Jamani, niseme tu i feel so fucking proud of myself. Watu sasa hivi wanaelewa. Wasichana walikuwa wakienda kwenye event ha Wapani tulianza kuyaona mabadiliko since kitchen party ya Hamisa. Watu walivaa, watu walipendeza, walishona, walicheza na vitenge kwa namna tofauti tofauti. Sasa umeona pale? Kwa Hamisa watu walivyokuwa wamependeza, lakini hakuna hata blocks iliyokaa ikatenga mda wake kuanza kuwaelezea wadada. Z vile unavyowaelezea wale wadada walivyoshona, walivyopendeza, ndio unawagaia moyo kwenye event nyingine ya wabaruzi. Lakini palikwepo ziko blocks zilikuwa zinawaponda wadada wetu wenyewe. Kusifia hazipogo, ila kuponda. Hata kama wakisifia watasifia kinafiki, huyu ameweza, lakini unaona kabisa nguvu kubwa imewekwa kwa watu wengine. Nyinyi komeni, blogs, jana wote mlo chamba wa Tanzania, kuma na zenu. Komeni bibi, hamjabaruza chochote, waongo wakubwa. ni leo no. wengine wakaacha na kazi kabisa, nikwambia I like this. I like this. Mpoti, mwanamke mwenzako, mtanzania mwenzako pale mbele, msifie kwa dakika moja. Msifie. Ulitakuwa jana, watu wote wamejaa kwenye peji zetu, imejaa chocolate. Kitambaa cha pwa Tanzania kilikuwa kigumu sana kibaya, hadi kwa wanaume. Wanaume group wamepewa pinki, waalikwa tumepewa ah, chocolate, chocolate. Chocolate kaishone yote bila kuchanganya viudambu, udambu, tungekuwa vile jana. Lakini watu wameweza kucheza nayo. Watu wameweza kuangalia nayo. Wao wenyewe Nigeria wamejivaa kala ambazo yaani unaweza ukafanya chochote, wanaume wamepewa kijani ya mgomba wanawake wamepewa kijani wana orange kidogo, yani rangi jaza wao zilikuwa zinawabeba. Kwa hiyo mshindo mnaosema tena hawajapendeza, wamependeza. Nigeria Tanzania kumi wa Nigeria tatu kwenye blogs maarufu zote leo Lagos. Kila hakuna blogs, hata blogs moja namwelezea Mtanzania, blogs zote zinasifia wadada wake wale wale ambao sisi tunawaonaga mitandaoni. Kumbe basi wanapelekwa na blogs zao ndo zinazidi kuwapandisha, tunawaona mabigel wakubwa blogs. Kila hapa kuna moja, nimesikili video kama hiki, kubali, nawapostia umone mtu anavoelezea watu wake. Hakuna hajaitia chokleti hata kidogo, kaanza mwanzo wa video mpaka mwisho wa video, kaelezea watoto wa kiume wa Nigeria na wanawake wa Nigeria walienda kwenye event, walielezea marusi, wameelezea marusi, lakini unaona kabisa wana basic kwa Priscilla. Jana sisi tulikuwepo kwenye nanilia kwenye event ndo mjua watu wanapenda vitu vyao. MC Garabi alikuwa anafanya promo, akasema tuko hapa, niko na ndugu zangu, I mean celebrity all the way from Tanzania, we got diamonds here, we got a homie dimples, we got a Nandi. Alipotaja MC wa Kinaijeria, kwa sababu MC jana alikuwa wili, MC wa Kinaijeria akachukua mic akamwambia Garabi, my brother, yani hapa sisi tupona yani hapa tupo na sisi wenyewe pia, hapa tuna tumejisifia tukiwa tunapitia hizo stigma za wazi, alafu huko, tukiwa, alafu, kuna mapeji yetu yanayoandika Kiswahili tunajua ekaeka zote za Tanzania. Nia na kila kitu yanakuja tena ya, nakuja, ya, nakuja, yanasapoti vitu vya jamani. Hebu tukueni, jamani. Mmepewa ma Instagramu makubwa, jifunzeni kukuza vitu vyenu. Jana kipindi vile mnavyosema sijui nani wa Swahili Tanzania saba sijui nani kumi. Hakikuwa hata mnaongelea mna, mna, mna wa Tanzania. Mlikuwa mnajumlisha wa Tanzania wote. Na sisi wa Tanzania tulikuepo kwa ujumla wetu. Wanaume ndio walikuwa wanaongozwa Bwana Harusi Juksi, wakina Ommy Dimpoz, wakina Diamond, wakina sijui Yaani wa Watanzania wote wakina Billnass ndio walikuwa na ujumlisho. Wanawake nao wakianziwa Nandi na, na, Nandi wote ndio walikuwa na ujumlisho. Kwa hiyo usije kunaongea sijui Tanzania saba, sijui nchini iliyopo tatu, ulikuwa unatujumlishia wote, hadi mabosi zenu wengine mo. Eh, mnaelewa? Tujifunze kupenda vitu vyetu, tujifunze kusupport vitu vyetu Tukisapotiana tutapafika hapa sisi tunapopaona ni ndoto, tutapafika hapa sisi tunapopashangaa kama tutasapotiana. Designer wanafanya sana kazi, makeup artists wanajitahidi, Hair stylist wanajitahidi. Hair vendors wanajitahidi, kila mtu apewe maua yake kwa namna yake, tuwe na ushindani kwenye fashion. Fashion is all about kuthink nje ya boxi, mtu anavyoleta idea ambayo hatujaizoea tujifunze kuipokea, tujifunze kupeana moyo. Tuna mafundi wazuri sana Tanzania, wanatushonea, wanatupatia na wanaweza. Na hapa nitoe pongezi kwa all the designers from Tanzania, you guys, you did a very good job and may God bless you, kwa sababu hii kazi ya fashion ina jicho zaidi ya hichi tunachokiona kuna sehemu itabidi tufike na hatuwezi kufika kama tutakuwa tuambiani ukweli. Mimi ni Mtanzania na nipo Nigeria, nimeona the way wanasapotiana wa Nigeria. Hata Mnigeria mwenzao akitoa product sasa hivi ya iki kichupa, iki kichupa kitakuwa kikubwa. Tumeona toke makina kazi, ndio perfume sasa hivi perfume zake, all the Nigerians wanatumia. Tumeona kina babidolo, wana brand za nguo wadada wote wa, wa Nigeria ni wanavaa, lakini sisi ni kutwa kushushana, ni kutwa kukosoana, ni kutwa roho mbaya na chuki, tumeziweka mbele, makoment mabaya. Baby girl let me tell you something, mimi ukija kunikomentia kitu unachokihisi wewe kikupe au weni ya nafsi yako, hiyo ni moja ya shida zako because bitch we not share anything. Sijui mwenyewe umeniona huko, sio nimepost nini? Umekuja umecomment we hey, ubaya wote unaojua, it's up to you kwa sababu mimi sija kununulia wewe simu, sijui uko wapi, na ninachojua tu The time unanikomentia mi vibaya, kuna kitu unajifunza kwangu, au unakiangalia kwa kukitamania na hujaweza kukiachieve. So take your pills, kunywa panda, kitandani, kojoa mkojo mwingi, kapalale. Mimi sije kuyumbishwaga na any type of comment, because mimi nimekuwa kwenye uswahili, watoto wanasema wadogo, hata juu kusema. Kwa hiyo mimi mtu mzima, uje sijui uandike barua lako hapo wewe, kama mwanafalsafa, kama mwanainjilisti, unajijua mwanainjilisti sana, unajua peji za